Kamanda wa polisi SACP Alex Mkama akizungumza na waandishi wa habari juu ya mauaji hayo amesema amesema limefanikiwa uh, kuwakamata watuhumiwa uh, sita kwa tuhuma za mauaji ya yeah, mtu mmoja aliyejulikana kwa jina la Sheya John Sweya mwenye umri wa miaka sabini, mkulima mkazi wa Bwawa la Kihonda. Hii tukio limetokea Januari 22, 26 majira ya saa kumi na moja alfajiri katika kichaka eneo la bwawa la Kihonda kitongoji cha Sokoine Ranchi, kijiji cha Wami Sokoine, kata ya Dakaa, wilaya ya Mvomero, mkoa wa Morogoro, ambapo marehemu Sweya John Sweya, mkulima mkazi, ambao wakiona alikutwa akiwa amekufa baada ya kupigwa na vitu butu kichwani na kikundi cha watu waliojichukulia sheria mkononi. Upelelezi wa awali umebaini kuwa chanzo cha tukio hilo ni mgogoro wa ardhi baina ya kikundi cha watu waliovamia na kuweka makazi kwenye ranchi ya Dakawa na wamiliki wa ardhi hiyo. Kwa sasa majina ya uh, washtakiwa inazuidiwa wakati uchunguzi unaendelea, lakini jeshi la polisi linapenda kutoa wito kwa wananchi kutumia uh, mkondo wa sheria katika kutafuta suluhu ya migogoro inayohusu ardhi na kuacha kujichukulia sheria mkononi. Hata hivyo wakazi wa, wa mkoa wa Morogoro wakatoa maoni tofauti na kuliomba jeshi hilo la polisi kuwachukulia hatua wa kali watakaobainika kujihusisha na mauaji hayo, na hapa wanaeleza naliomba jeshi la polisi lisimuonee haya mtu aina yoyote. Kwa tukio ambalo lilotokea kwa kweli linadhalilisha mkoa mzima wa Morogoro kwa hivyo naliomba na jeshi la polisi kama wajitahidi kuwatafuta watu hao mpaka wapatikane. Mimi kwa kweli nilikuwa naliomba jeshi la polisi lijaribu kuwa makini sana na vitendo vya uhalifu, na endapo mtu anabainika ambaye ni mhalifu, lazima limshikilie limpe adhabu kali bila kumhurumia. Watu hawaonei huruma binadamu mwenzake, maana yake nini? Kwa hiyo naomba jeshi la polisi lijaribu kukaza nguvu, lipambe moto, liwang'ang'anie sana wenye, wenye kufanya uhalifu, ili waweze kuwapa adhabu kali. Lakini mpaka sasa hivi tuna, uh, tunafahamu kwamba katika mauaji hayo sasa watu sita wako mbaroni. Ili mnalizungumzaje, wakazi wa Morogoro? Naomba endelee kupambana, watafute watu wengine waliohusika hata kuchangia mawazo, yaani wakamatwe wote, mpaka wasikia idadi ya mwisho. Nikiripoti kutoka mkoani Morogoro mimi ni Sifuni Mshana wa ITV.